na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, sura ya 18 aya ya tisa hadi aya ya kumi na nne. Karibuni tusikilize Injili. Injili, somo la Injili ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia mfano huu watu waliojikinai kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote: Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, ee Mungu nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma kutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipigapiga kifua akisema, e Mungu, uniwie radhi, mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila alikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Karibuni tusikilize tafakari ya injili tuliyosikia. Kwa maana kila ajikwezaye atashushwa, naye ajishushaye atakwezwa. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, tupo katika kipindi cha Kwaresma ambapo kanisa limeweka mahususi kwa ajili ya kutafakari juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na likituhimiza zaidi katika kutenda mambo ya huruma, kusali pamoja na kufunga. Wapendwa taifa la Mungu, katika somo la injili tulilolisikia hivi punde linatupa tafakari mbalimbali mbali. Tulio wafuasi wake Bwana wetu Yesu Kristo, mosi, tunaalikwa kuwa wanyenyekevu katika kuomba. Katika injili Yesu anawapatia mfano wa Mfarisayo ambaye ameenda kuomba na anashindwa kuwa na unyenyekevu, kwani anapomuona mtoza ushuru anamuona yeye ni mdhambi zaidi, na hivyo anapumbazika na kujiona anastahili zaidi kuliko mtoza ushuru. Hii pia katika nyakati zetu mara nyingi tumekuwa watu wa majivuno na kuona kuwa tunastahili sana, eti kwa sababu sisi ni wanakwaya au viongozi wa halmashauri ya walei au jumuiya, na hivyo vyeo vinatupa kiburi kinachosababisha tuanze kuona kuwa Mungu anasikiliza zaidi sala zetu au maombi yetu. Kumbe tunasahau kuwa Mungu hujibu atakavyo na wala habagui, bali tuombapo tuombe kwa imani kuu na unyenyekevu, ndipo Mungu atatusikiliza na kutusaidia katika yale tunuiyayo kumwomba. Hivyo tuwe na imani kwa Mungu, kwani tumeumbwa kwa ajili ya Mungu. Tunasoma hayo katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 27. Hivyo Mungu anapenda watu wanyenyekevu, sio wenye majivuno kama mfarisayo huyu. Pili, Tusiwahukumu wengine kwani hakimu wa kweli ni mungu pekee. Pia katika injili tunafundishwa kuwa tusiwahukumu wengine tukidhani sisi tunastahili zaidi kuliko wao kama alivyofanya Mfarisayo, bali tujiangalie kwanza sisi wenyewe katika mioyo yetu au roho zetu kama tunavyoambiwa na mwinjili Luka sura ya sita aya ya 41 hadi aya ya 45 kuwa tuangalie kwanza boriti katika macho yetu, ndipo tuende kwa wengine kuwatoa vibanzi. Hii ina maana kwamba tuwe watu wa kujikosoa sisi wenyewe, tusiangalie watu wengine au kwa hukumu wengine, bali tujitafakari sisi wenyewe pamoja na maisha yetu, na tukitambua kuwa tu dhaifu, tutubu hima, yaani tukimbilie sakramenti hii adhimu ya kitubio au upatanisho, ambayo kupitia kwayo tunarudishwa kuwa watoto wa Mungu. Hivyo tusihukumu watu wengine kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya kwanza hadi ya 5 au Injili ya Luka sura ya 6 aya ya 37, na 37 hadi aya ya 38. Tatu, ubinafsi ni kichochezi cha maovu au dhambi. Pia katika Injili tunaonyeshwa huyu mfarisayo ambaye yeye anajiona bora kuliko mtoza ushuru. Kwa hiyo ubinafsi wake wa kujiona bora ndio unaomfanya arejee nyumbani bila baraka. Kumbe ubinafsi wetu unatufanya tujitenge na Mungu pia wenzetu. Ndiyo maana mwandishi mmoja anaitwa John Mbiti katika kitabu chake kinachoitwa African Religions and Philosophy, dini za kiafrika na filosofia anasema I am because we are, yaani ni mimi kwa sababu ni sisi, akimaanisha kwamba mimi na wewe tunakuwa na maana pia tunapata thamani yetu kwa sababu ya uwepo wa watu wengine. Ndiyo maana kanisa linatuhimiza kuwapenda wengine, na ndipo tutakapoweza kumpenda Mungu, kwani Biblia takatifu inatukumbusha kuwa hatuwezi mpenda Mungu kama hatuwezi kumpenda jirani yetu tunasoma hayo katika Waraka wa Kwanza wa Yohane kwa watu wote sura ya 4 aya ya ishirini hadi aya ya 21. Na tukisoma katika ujumbe wa Kwaresma wa maaskofu wetu katika sura ya pili namba 30, nao wanatuhimiza kipindi hiki cha Kwaresma na nyakati nyingine zote za maisha yetu kuwajali wenzetu wenye uhitaji, yaani tujibidishe katika kutenda mambo makuu ambayo yatatuongezea uhusiano wetu na jirani zetu na zaidi sana uhusiano wetu na Mungu. Moja, kutenda mambo ya kiroho kama vile kuelimisha wajinga, kushauri wenye shaka, kuonya wakosefu, kusamehe, kuombea wafu, kama tunavyosoma katika Agano la Kale katika kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya kumi na mbili aya ya 43 hadi aya ya 45. Pili, kutenda matendo ya kimwili kama vile kulisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu, kuvika waliouchi, kuhudumia wagonjwa, kutembelea wafungwa, kuzika wafu na kadhalika. Na mwisho, wapendwa, katika ujumbe wa Kwaresma wa mwaka huu 2025 mwaka wa jubilei, tukiwa na kauli mbiu isemayo mahujaji wa matumaini, Pilgrims of Hope, maaskofu wametufundisha mambo mengi yanayolenga kutuamsha kutoka usingizini na kutufanya tutafakari juu ya imani yetu. Ndiyo maana sura ya kwanza inasema tusimame imara katika imani na mambo mengi yameelezwa ila kwa ufupi naweza kuwashirikisha kuwa imani yetu iendane na matendo yetu, kama mtume Yakobo anaposema imani bila matendo imekufa. Tunasoma hayo katika waraka wa Yakobo sura ya pili aya ya 14 hadi aya ya 26. Na maaskofu wetu wameainisha mambo matatu yanayodhihirisha imani yetu kama ifuatavyo: moja, lex credendi katika kuiungama imani yetu; pili, lexi orandi katika kusali; na mwisho lexi vivendi katika kuishuhudia, yaani katika kuishi kufuatana na mapenzi ya Mungu. Na jambo lingine, tunafundishwa uhusiano wa imani na fikira, tukirejea katika barua ya Papa Francis iitwayo Fides et Ratio, yaani imani na fikira na ndiyo maana mwanzoni kabisa mwa barua hii anasema imani na fikira ni kama mabawa mawili ya ndege, ambayo ni lazima yawepo ili ndege aweze kuruka. Imani yetu sisi wa Kristo iambatane na fikira. Katika sura ya pili na tatu ya ujumbe wa Kwaresma ambao umetolewa na maaskofu wetu, tunakumbushwa kuwa safari yetu ya kuelekea mbinguni ni ngumu, inahitaji nguvu, kwani kuna milima na mabonde. Hivyo tukiwa kama mahujaji wa matumaini hatuna budi kufunga mkanda na kupambana ili tuweze kufika kwa Mungu ambaye ndiyo tumaini letu kuu. Hivyo ni lazima akili, utashi na nguvu zetu zilenge kufika kwa Mungu. Na ndiyo maana Mtakatifu Agustino Agustino wa Hippo anatuambia kuwa roho zetu hazitatulia mpaka zitakapotulia kwako Mungu. Hivyo wapendwa, tukiwa tu wasafiri katika dunia hii tumtegemee Mungu daima, kwani ndiye yeye atakaye tulaki siku ya mwisho na kuungana naye kwa milele, yeye aliye tumaini letu sisi tulio maujaji wa matumaini. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Corneli Andrea Mbuna wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo, yeah.